Kwa majina naitwa Daudi Mchenya mkazi wa kata ya Mamba kijiji cha Mamba. Hali ya, ya uchaguzi kwa kweli nimeona nimeifurahia, imeenda vizuri, hatujaona foleni kwanza. Eh, ninashukuru kwa kanuni ambayo imetumia waliotumia tume ya uchaguzi kuongezea vituo, kwa sababu wakati wa uandikishaji tulikuwa na kituo kimoja kwa kweli pale ilitufukulia muda sana, ilikuwa foleni kubwa e, lakini kwa sasa hivi tume ya uchaguzi imebadilika fomula, imebadilisha fomula ikatuwekea vituo vitano, imetupelekea kuwa na haraka sana wakati wa kwenda kujipiga kura hatujachukua muda. Kwa kweli kwa jambo hilo nimefurahia katika mimi binafsi. Ah, ili nimeshuhudia kwa macho yangu. Ninachohimiza kwamba kila mmoja ambaye yuko nyumbani yuko njiani, naomba ufanye haraka, ili kusudi waje wachague, wachague marais, wabunge na diwani, kwa sababu hata foleni walivyokuwa nafikiri kwamba niwaio ni kubwa, lakini foleni haipo. Mimi naitwa Getruda Mbilikile Mwakioma, nimekuja kupiga kura maana nakipenda chama changu sana nawahimiza wana, wana, wana, na wananchi wenzangu wapige kura kwa wakati, ili tuendeze kuigumula maendeleo ya nchi yetu. Uwingi wa vituo nimeona wamewalazishia wananchi, wanafika wanapiga kura na kuondoka. Hakuna foleni kubwa, mwananchi akifika anapiga kura anaondoka. Kwa hiyo tunapiga kura kwa wakati. Kwa majina, naitwa Almaarufu Mama Blavian, mwenyeji wa kata Anastasia, Anastasia ji cha Mamba nimeamua kuja muda huu kwa sababu nataka nipige kura mapema ili niondoke niende nikapumzike, afu leo niko vizuri, wameturahisishia ambao baada, wajaja na wahimiza waje kupiga kura. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz lakini Instagram tunapatikana Chunya underscore official.